Na kama hakuna mkataba wowote anao alionao yule ndugu pale, kama hakuna, hatua za kisheria zichukuliwe na nipate mrejesho ndani ya siku kumi na nne. Agizo hilo limetolewa kufuatia madai ya mwekezaji Rashidi Kwanzibwa kuanzisha shughuli za ujenzi wa mradi wa vibanda vya maduka katika eneo la viwanja vya CCM Katoro, huku akidaiwa kuwa kuingilia mipaka ya ardhi ya serikali ya kijiji, hali iliyozua mvutano. Kwenye mchoro inaonyesha ni uwanja wa mpira, football. Sasa nyinyi kama mmeruhusu humndani abadilishe, mtuambie alternative yake mmepeleka wapi? Wakasema sisi kweli kuna barua ililetwa na katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya, Msuya. Baada ya kuleta tukaijadili kwenye tafasiri ya sheria, hairuhusiwi kubadilisha eneo la mpira la kiwanja, kulibadilisha kulipeleka kwenye maduka. Ikashindikana, hatujaijibu, tunayo. Kwa nini yule bwana mwekezaji alianza kufyatua tofali? Leo tumekuta gari la, la kuchimba kisima. Ukiuliza kwamba kibali cha kuchimba kisima hana, kibali cha kuchimba kisima hana, taarifa halmashauri haina taarifa. Januari 23 mwaka huu, kamati ya fedha na uchumi ilifanya ziara kwenye eneo hilo na kuhoji uhalali wa shughuli katika eneo hilo. Nataka kuona kibali wewe kilicho kuruhusu aanze kujenga. Maswali hapa, haya ya mheshimiwa mbunge, hmm, ilipaswa kiulizwe chama. Kama ni mwekezaji yupo ungesema kwamba nilibomoa mimi kwa mamlaka ya moja mbili tatu. Hmm, ndio kauri chama. Ndio sio kutoa kwa sisi tukiulize chama, lakini tayari mwekezaji yupo na aliyefanya ile kazi yupo. Tunaamini hana kibali kwa sababu ofisi yangu haijawahi kupokea maombi ya kibali. Pili ni kuanza kuondosha majengo yaliyoko yali yali kwenye maeneo ya umma kuyaondosha bila kufuata taratibu. Siku tunagundua kwamba hii process inaendelea, mkurugenzi alimsimamisha kwamba usiendelee mpaka ufuate taratibu za mamlaka ya upangaji. Kamati hiyo ilipomhoji mwekezaji juu ya hilo, hakuwa tayari kuwapa ushirikiano, hali iliyopelekea ugomvi. Nauliza wewe si ndo uko hapa, umeingia kwenye eneo letu, ni ni, ni we we ni ni? Wewe ni mkataba, kwa hiyo hutaki kuongea. Juhudi za kumpata mwekezaji Rashidi Kwanzibwa ili kuzungumzia sakata hili hazikuzaa matunda.